A mimi nilikuwa nahadithiwa tu, sikuwahi sikuwahi kuona wala kusikia e, kama unavyojua na mimi nilikuwa upande huo huo ambao unalalamikiwa, kwa maana niliwahi kugombea nikiwa upande wa CCM, lakini kwenye kura ya maoni tu, sikuwahi kugombea uchaguzi wa dola. Kwa hiyo hii ndo mara ya kwanza naingia kwenye uchaguzi wa dola e, nikiwa natokea upande wa pili, sio kule niliko nilikozaliwa na niliko kulia. Ukweli ni kwamba nimeona mengi sana na nimejifunza mengi sana, lakini jambo kubwa ambalo naweza nikasema tu ni kwamba madai yote ambayo mheshimiwa Tundu Lissu na taasisi yake ya Chadema wamekuwa analalamikia yote ni sahihi, yote ni sahihi na na, ni machache, hayo hayo, ni machache. Kuna, kuna mambo mengi sana ambayo kama katiba haitobadilishwa na kama tume haitabadilishwa kwanzia chini kule kwenye vituo mpaka kule juu, ni ngumu sana kuitoa CCM madarakani. Watu pekee wanaoweza kuitoa CCM madarakani ni wananchi tu wenyewe, lakini si kwenye boksi la kura. Hiyo ni uongo, tunadanganyana tu. Nilichokiona huko sidhani kama ni sahihi. Hawa wote niliokutajia hao wote hao wanakuwa ni na maelekezo. Ni ngumu kwamba eti hata kama ukishinda kwa asilimia tisini kama ambavyo mimi nilishinda katika jimbo la Mwibara, ni ngumu sana kukutangaza. Na kinachonisikitisha zaidi wabunge, mimi nilitumia matokeo yangu mwenyewe, na mmoja ya wale watumishi watume ngazi ya jimbo nilikuwa nimeshinda, nilikuwa na kura elfu elfu tisa katika jimbo la Mwibara, katika wapiga kura elfu kumi na sita. Mimi pia nimeshukuru tu kwamba watafanya kazi katika mazingira yapi, yawezekana. Sisi ambao tulikuwa tuna tuna tuko sehemu ya kuitetea CCM tulikuwa hatujaingia physically kwenye kwenye uwanja. Kwa hiyo hilo nalo wananchi pia kama mimi, mimi naomba msamaha wanisamehe, kwa sababu sikuwahi kujua kwamba uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa namna hii. Madai ya Tundu Lissu, narejea tena, madai ya Tundu Lissu na madai ya Chadema yote, na madai ya wananchi wa Tanzania yote kwa ujumla wake yako sahihi. Yako sahihi na kwa kuwa nchi hii ni yetu sote, kwa nini hawataki kusikiliza malalamiko ya wananchi? Mwananchi anasema kwamba tubadilishe katiba, mwananchi anasema kwamba tunatakiwa tubadilishe tume kuanzia chini kule mpaka kule juu. Kwa nini? Kwa nini wanawakatalia? Wanawakatalia kwa sababu wanajua wakifanya hivyo CCM hiyo inaondoka madarakani. Sasa ni heri, ni heri chama kiondoke madarakani kwa amani kuliko chama kiondolewe madarakani kwa vurugu na machafuko. Kwahiyo saa ingine, haya matatizo yote yetu, ya nchi yetu yanaletwa na CCM tu kwa sababu ya ukaidi wao na dharau zao, kwa sababu kiburi cha CCM kinatoka huko tu. Hawana, hawana kura tena kwa wananchi hawana ushawishi kwa wananchi hawana chochote kwa wananchi wanategemea. Kwa nini wanadharau? Kwa nini wanakuwa na kiburi hawa CCM? Hivyo viburi vinatoka wapi? Kwa hiyo unakuta raia hana sehemu ya kukimbilia, raia hawana mtetezi, raia wakipata matatizo hawajui waende wapi. Kwa hiyo mimi nasema wakati mwingine haya matatizo uh, yamesababishwa na CCM yenyewe, na kama nilawama wa kwanza kulaumiwa ni CCM wenyewe.